Siku chache baada ya mbunge wa Jomvu Badi Twalib kudhibitisha kwamba serikali imetenga fedha za kukamilisha ujenzi wa barabara ya Jomvu Jitoni Rabai, wakazi wa eneo hilo wamejitokeza kuunga mkono mradi huo. Akizungumza na Benvin TV, Emmanuel Munyasa almaarufu ndugu mwadilifu amesema barabara hiyo itarahisisha uchukuzi. Munyasa, hata hivyo, amehimiza kupanuliwa na kuwekwa kwa matuta pamoja na mabomba ya majitaka. Aidha amehimiza kampuni zilizoko eneo hilo kujali wakazi wa eneo hilo wanapoendelea na shughuli zao, kwani barabara hiyo ni ndogo na na shughuli nyingi, ikiwemo watoto wanaoenda shuleni. Barabara yetu ya Jomvu Rabai eh, Jitoni Old Road ni barabara ambayo imechukua muda mrefu kabla ijafanyiwa ukarabati, na kuna malori imekuwa na msongamano hapa Naweza kumpongeza pia mbunge wetu Badi Twalib Badi, mbunge wa hapa Jomvu, ambapo inasemekana kwamba kuna kutengwa kwa pesa, na pesa yatolewa atarekebisha barabara hii. Kwa hivyo tunaomba hasa hao matajiri pia wanapokuwa wanafanya biashara zao, wao wakijali pia wapita njia, kwa sababu barabara ya Jomvu bado si pana sana. Ikiwa serikali inarekebisha hii barabara pia mitaro ichimbwe ili kupitisha, yaani drainage iweze kupitisha maji, alafu bumps, kwa sababu kuna watoto wanasoma Cambridge Academy hapa chini, wanapita barabara, wengine wanakoswa na magari, mabodaboda ndio hayo inaenda mbio, itakuwa itasaidia sana na ni matumaini yetu kwamba mbunge ye na hiyo anaelewa. Kwa majina naitwa Imani kama nilivyoelezea, na ni na matumaini yetu kwamba Kauli ninayotoa itasikilizwa. ii i barabara, iye, chibine, kwasa, barabara ni kwa sababu hii barabara ilika muhimu sana, wakati barabara kubwa inaporekebishwa main road, magari mengi yanapitia upande huo, kwa hivyo unaona msongamano na kwa hasa malori, hata huenda kupita paka inaita malori tunapitia. Unyasa amemhimiza mbunge wa Jomvu Badi Twalib kuingilia kati ili kuhakikisha wananchi waliovunjiwa makazi yao wakati wa ujenzi wa barabara hiyo ya Jomvu Jitoni Rabai wanapata fidia yao. Wakati barabara hii ilikuwa yatengea za kutengezwa, kuliko napaa, tukatoa maoni yetu tukaongeza majumba yetu, na lakini kilichoshangaza zaidi mpaka leo watu kulikua wa fidia, wakasema kwamba tukari na barabara, lakini ikiwa serikali ingetusikiza hasa mbunge wetu angetusaidia na tukapata fidia, kwa sababu twaunga mkono mradi na utakuwa manufaa wetu na kwa watu wote wa sehemu za Jomvu na wageni wanaoingia maeneo ya wa juu. Ali Evincent, Benvin TV.